Huu ni mwaka wa nini? Mwaka wa uchaguzi, na tukasema rais wetu ni Daktari Samia Suluhu Hasani. CCM imeshamaliza kazi na CCM imeshamaliza uchaguzi, tumeshampata mgombea wetu wa nafasi ya urais ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hasani. Tumie nafasi hii kuongea na wananchi wana CCM wa kata ya Mikalanga, lakini pia kuongea na wananchi wana CCM wa wilaya ya Minga na mkoa kwa ujumla. Ikifika kuanzia tarehe ishirini na nane dirisha litakapofunguliwa, tujitokeze kwa wingi kwenda kuhakikisha tunaenda kuchukua fomu za kuomba nafasi ya kwenda kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wetu ambao umekaribia. Kwa hiyo kwa viongozi ambao wamewatumikia wananchi vyema, wamewatendea wananchi mema, hawana mashaka, hawana mashaka na nini? na uchaguzi wa kula za maoni, wana uhakika kwamba ikifika tarehe hizo, wana CCM wote kwa kauli moja wataenda kusema tunaendelea na kiongozi tulionaye. Nitumie nafasi hii kuwatoa mashaka, kwa sababu hata viongozi waliopo madarakani wao pia wanatambua kwamba huu ndio utaratibu wetu wa chama cha mapinduzi, kwa sababu kabla yao kulikuwa kuna viongozi wengine lakini waliondolewa wakapata nafasi wao, wakapewa nafasi wao ya kwenda kuwatumikia wananchi, lakini kwenda kuwatumikia wana CCM. Sasa ukiona, eh, ndugu yangu pale hajakuunga mkono katika yale majina matatu yaliyorudi, usifanye nongwa, usifanye nini, usifanye nongwa, kwa sababu ndiyo maana ya uchaguzi. Huwezi kulazimisha watu wote wakakuunga mkono wewe watu wote wakikuunga mkono wewe, hapo hakuna nini, hakuna uchaguzi huo. Ni utaratibu wa kawaida, kila mtu ataenda kwa mtu ambaye anafanya nini, anamtaka. Kila mtu ataenda kwa mtu ambaye ana mahaba naye. Sisiemu oye! Kwa hiyo wewe ukiona kuna watu watatu wanne watano hawajakuunga mkono, usikasirike wala usinungunike, kwa sababu kila mtu ana haki ya kufanya nini, ya kuchagua na kila mtu ana haki ya kuchaguliwa kwa hiyo muache kila mmoja atumie haki yake ya msingi au sio? Kweli si kweli. Kweli kweli si kweli kweli, kweli si kweli, kweli. Kweli. Kweli. Kwa hiyo habari za nongwa ndani ya Chama cha Mapinduzi hatufanyi nini, hatuzitaki. Mimi leo hapa nimesimama mbele yenu nikiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kwa awamu hii ya kuanzia mwaka ishirini na mbili mpaka ishirini na saba endapo Mungu atanijalia kuwa hai. CCM oyee! CCM oyee! Yeah. Kabla ya kuwa mimi mjumbe wa halmashauri kuu, kuna mtu alifanya nini? Alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu, tukaingia kwenye uchaguzi kama kawaida ya utaratibu wetu wa chama cha mapinduzi, miaka mingapi? Mitano, miaka mingapi? Mitano. Tukaingia kwenye uchaguzi kuna watu waliniunga mkono mimi, kuna watu hawakuniunga mkono, kwa sababu kila mtu alitumia haki yake ya msingi ya kidemokrasia. Kila mtu alitumia haki yake ya msingi ya nini? Ya kidemokrasia. Na mimi sikumnunia mtu yeyote, kwa sababu nilitambua huu ni nini? Ni uchaguzi, tutafanya uchaguzi, uchaguzi utaisha na kiongozi atapatikana. Kwa sababu kuna muda, wewe unaweza ukafanya kila kitu ukapambana kadri unavyoweza, lakini kama Mungu hajaamua wewe uwe kiongozi huwezi kuwa nini, huwezi kuwa kiongozi. Nitumie nafasi hii kutoa onyo, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo kumeku, kumekuwa na changamoto. Baadhi ya wana CCM, baadhi ya viongozi ambao walipewa zamana na wana CCM wamekuwa wakitoa vitisho mbalimbali kwa wana CCM na wananchi ambao wapo tayari kwenda watoe hofu nani, waondoe mashaka, kuweni na amani wala msihofu. Sisi kama viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi tumesimama imara kuhakikisha haki ya kila mwana CCM inatendeka. CCM oye! CCM oye! Kwa mjitokeze kwa wingi, kwa sababu hakuna mtu mwenye hati miliki na nafasi aliyonayo. Hakuna mtu mwenye nini, mwenye hati miliki na nafasi aliyonayo. Ukifika muda lazima tuende kwenye uchaguzi. Huo ndio utaratibu wetu na hiyo ndio misingi ya Chama cha Mapinduzi.